Matumaini yangu wewe ni mwere wa afya pale ambapo umejiunga na Hope News TV. Karibu kwenda nasi mwanzo hadi mwisho. Naitwa Isparo wa Kilongo itel na kukaribisha katika habari zetu za mchana za hii leo. Tumekuandalia habari nyingi, hali iliyopo katika muji wa Uvira baada ya 23 kujiondoa. Lakini je, 23 kuondoka katika muji wa Uvira inamaanisha nini? Wakati wanaongeza nguvu katika nyanda za Uvira, hapa utapata ukweli mwanana, utapata habari chemchemu zinazokujuza hali yenyewe. Kumeelezwa hali za uporaji katika mji wa Uvira. Ni kwa nini hali kama na hizo zimetokea katika mji wa Uvira wakati FARDC pamoja na wazalendo wamewasili katika mji huo? baadhi ya raia wa Uvira wanaeleza sababu za wazalendo kuingia kwenye hoteli na, ba, na katika baadhi ya nyumba kama lengo na ishara ya kusaka adui ambaye amevua nguo za kijeshi na kuingia kwenye nguo za raia. Hapa wa... imependa ni nikuoneshe kitu kimoya ya kwamba munashabikiaga kitu msipokijua, munashabikiaga kitu musipokijua, leo inakuwa ni malalamiko kwako. Ulifikiri ya kwamba unaingia mu M23 utapata mali zaidi na zaidi tofauti na hiyo mali ambayo uko nayo. Nini ili kushinda kusiporizika na mali ambayo ulikuwa uko nayo, papa Mchepe, wewe kuchukua hatua kukaribisha M23 kumahotele yako yote General, ulikuwa unatafuta nini, ama ulikuwa unafanya nini? juikuwaye na juiendelee kuwa. Je, ulifikiri raia inaweza kufurahi hicho kitendo ambacho kenye wao lifanya? Kwa nini nyinyi watajiri mkiokuwa na watajiri, mnakuwa na utajiri wa kuangamiza wengine watu ona ingelikuwa sasa walikukuta wewe mwenyewe personnellement, ningekuwaje? Me unapata neema na rehema jinsi vile vinakiatokea, wewe hauko pale. Na kwa nini ulikimbia? Mwingine si unajijua, ndio unajitambua kosa yako ambayo ulikuwa unafanya. Papa mchep, muwe munarizika na maisha yenyewe mulipewa na Mungu msiwe munarizika kumali mali ama kudamu ya peple kongole. Ingelikuwa mimi mime ni Mungu, ningikuwa na wa proof contraire na wa proof contraire haye, wale ambao niliwabariki ama walibarikiwa kwa Mungu wanakuwa nafanya vitendo hivi ya kumwanga damu a mali yabo, mime ningekuwa niko Mungu, ningikuwa ninafanya hiyo njia ya kusema ke nafanya mamilmayoinakajikuta mnakuwa wa masikini tena kama gisi bose wenu prezida, kabila Jesu, kabila msikilizaji tofauti na kuingia kwenye hoteli Suzana. Mashirika ya kirahia ya hapo Uvira yanaonekana kusikitishwa na hali ambayo imefanyika katika mji wa Uvira usiku wa kucha leo. Kelve Bwija, mratibu wa shirika la kirahia Sosiko RDC anazungumza na Hope News TV, anazungumza hapa akisema shughuli mjini Uvira zimebweteka tarehe ya leo, parce que matir de bal imesikika mchana wa leo mvile ya Uvira na certains civils armés, mpaka hivi awaya julikana watu ambao wanaendelea kupiga ile masasi ya resort ile tunaendelea kukondane na, utafahamu kama leo kuko upiage ambayo imekuwa observe mufili ya Uvira, certain jeunes inconnus wameiba mali ya raia mumasoko mumabotike mumagaze fulanifulani. Ile ni mambo tunaendelea kukondane toujours, wako wanaiba vitu mpaka hivi ile pratique tunaendelea kuikondane toujours. Utafahamu kama kwa hali ya leo, mvile ya Uvira population aikuweza jihusisha na shughuli zake za kimaisha parce que masasi melia sana de sorte ile tunakondane na ku interpeller wa autorite militaire na et politico administrative wangalie si wata renforcer namna gani wanaweza restaurer autorité de l'état mvile ya Uvira et ses environs, na aussi kuinterpele tena jeshi letu la taifa kwangalia si wanaweza renforcer rnforce ba elema ya FRDC mumakwe na marekwe zote za vile ya Uvira na materitoire za Uvira, Fizi ya Mwenga kwa juu ya kwa securité ya population Utafahamu kama pour le moment wa M23 wanaendelea kujiconcentre mu plein de la Rusizi, notamment Kiliba, Ondesi, Sange, Luvungi, Lemera, Bwegera kule kote, kule kote wanaendelea kujiranforce na leo wame kumekuwa pepre

tumeendelea toujur kualerte na ile maase za mulenge kule kote makitoga, tumealerte tena ma maservise a sekurite na wazalendo ambao wanaishi ile maeneo kule, wangalisi watarenforce mu makwe na marekwe ya usultani wa Bafuleru, hiyo groupe groupema ya lemera na momwaho emwaye plateau, jeshi letu la FARDC liendelee kurenforce partout kwani enemy iko na mastrateji za mingi, ijapokuwa amejianonse kama ametoka tayari muvile ya Uvira, me anaendelea toujours ku renforcer palemera. Njo moja kwa moja tujielekeze huko Walikali, ambako mapigano makali yamefanyika mchana kutwa wa leo na hali ikawa mbaya zaidi. Drone za kijeshi za FARDC zimeshambulia ngome za wasi wa M23 huko tarafa ni Walikale, naganaga Thomas hapana tujuza nafasi ya waasi wa M23 iliyopo kwenye mlima wa Kasopo kwenye mpaka wa makundi ya Kisimba na Ikombo katika eneo la Walikale huko Kivu Kaskazini imevamiwa asubuhi ya leo ya Jumatatu Januari 19 kwa mashambulizi ya anga ya FARDC vyanzo vya rusa mambu katika kilomita nne kutoka eneo la tukio vinasema ndege isiyokuwa na rubani ya jeshi la Kongo iliruka juu ya eneo hiyo usiku wote wa Jumapili. Mnamo saa nne asubuhi, wakazi wa vijiji vya jirani waliamushwa na milipuko ya mabomu yaliyorushwa na ndege hiyo kwenye nafasi hiyo Mn mwezi Desemba uliopita eneo hilo lilikuwa mahala pa mapigano makali kati ya waasi wa M23 na wazalendo wa kundi la Coalition de mouvement pour le developpement. Tangu mwanzoni mwa mwaka wa 2026 hii ni nafasi ya kwanza ya waasi kuvamiwa na mashambulizi ya anga ya FARDC katika eneo katika la eneo la Walikale. Hope News TV, naganaga naga, Thomas. Tukirejea katika mji wa Uvira, msikilizaji na mtazamaji wetu, ni kwamba kamati la umoja wa kabila la wanyamulenge nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko Kinshasa wameonyesha uh, mtazamo wao kutokana na hali nzima ambayo wanaipitia huko mashariki mwa DRC, lakini pia kupongeza juhudi za serikali ya Kongo na kukanusha madai ambayo yanafanywa na wale ambao tayari wamejiunga na M23 huku wakionekana kwamba wakitaka kuchafua serikali iliyopo madarakani. Viongozi hao wamesema kwamba wako umoja na serikali ya Kinshasa na wanaalika ndugu zao au kabila zao kuto kutoka ndani ya mji wa Uvira. Pamoja na habari hizo, tayari serikali ya Kinshasa kupitia FARDC na wazalendo katika mji wa Uvira wanaendelea kuhakikisha ulinzi wa kabila hilo la wanyamulenge katika muji wa Uvira na kuwaweka huru katika eneo zilizotulivu. Na hapa ndipo tunaweka nukta kwa matangazo yetu ya leo. Tutakuwa pamoja nawe, tuko na wewe, endelea kutufuatilia, tutapata habari mwanana. Mimi ni Esparo wa Kilongo Kilongo Itele, ni Hope News TV.